Kufanya kazi pamoja na mimi. Najua ODM inasimamia haki ya mtu mnyonge, ya watu wanyonge, tutaendelea kuhimiza hiyo, lakini Raila ndio alituacha kwa broad based government. Sisi sisi hatutaki, sisi sisi tulisema ikifika mwaka wa 2027 ikifika mwaka wa 2027 tutaangalia ni nani tutaongea na yeye au sisi tutaenda peke yetu. Hiyo ni wakati huo ikifika, we don't cross the bridge before we reach the bridge. Hatutavuka daraja kabla hatujafika kwa hiyo daraja. Kwa hivyo ndugu zanguni, mimi nimefurahi na nimewarudishia nyinyi. Asante sana.